Mwamba wakati anaanza ligi, watu wakasema, du, mwamba kaluzi kiwango chake kimepotea, hii timu itamwharibu, yani amekuwa ya mbovu kinoma, ni alijua hata goli jamaa. Akawambia, tulia nyie, mi mchezaji bora noma, niko vile vile nilivyokuwa siku zote, na nitaendelea kufanya maajabu mabalaa, kwa sababu goli nalijua na kinoma noma. Sasa at the the end of the season amekuja ku approve watu long kwamba yeye yumo bado ni mchezaji bora kinomanoma. Unajua namzungumzia nani? Ni yule yule Kylian Mbappe bana, nyota wa timu ya taifa ya Ufaransa pamoja na klabu ya Real Madrid anaendelea kufanya maajabu. Leo tena kaweka chuma cha ishirini na nane katika ligi kuu ya nchini Uhispania, na mpaka sasa hivi ndiyo top scorer wa ligi kuu ya nchini Uhispania akiwa na magoli ishirini na nane, nyuma yake akiwepo Roberto Lewandowski ambaye ana magoli 25 pekee katika ligi kuu ya nchini Uhispania La Liga Santander. Yes, tumetoka kushuhudia mchezo wa ligi kuu ya nchini Uhispania, mchezo ambao uliokutanisha Real Madrid dhidi ya Mallorca ama Maloka, mechi ambayo imemalizika kwa ushindi kwa klabu ya Real Madrid, ushindi wa goli mbili kwa moja. E, ni mechi fulani hivi ambayo ilianza vizuri sana kwa Mallorca wakitangulia kupata goli katika dakika kumi na moja ya mchezo kupitia mchezaji Martin Valjet. mpaka dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza zikimalizika, Mayoka alikuwa akiongoza kwa goli moja kwa sifuri na katika mechi ambayo Mayoka alijua hiyo anashinda leo basi ni mechi hii, kwa sababu unajua kikosi cha Real Madrid kimekumbwa na injury katika hichi kipindi aise, unajua hata Vinicius Junior naye yuko injured, hakuwepo Lucas Vasquez, hakuwepo Showman pia hakuwepo, ukiangalia pia majina kama kina Anton Rudiger ambao wamekosekana katika mechi pia zilizopita, kina Ferland Mendy kina David Alaba na wengine wengi ambao wako injured katika kikosi cha Real Madrid. Kwa hiyo hawa jamaa walipopata kigoli kimoja kile katika dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza, wakajua hii mechi hii, tukienda cha pili tunaongeza kimoko afu tunatulia. E bana, kipindi cha pili sikikaanza ikaanza kwa kasi kweli kweli, mashambulizi hapa na pale mbaya hayakuwa na matunda kwa pande zote mbili, mpaka ilipofika dakika 68 ya mchezo, Kylian Mbappe anaweka goli la kwanza kwa Real Madrid na la kusawazisha, goli ambalo linakuwa goli lake la 28 katika msimu huu wa ligi kuu ya nchini Uhispania, La Liga Santander. Ebana, wakati ambao mayoka alijua tayari hapa kuna sare ama tunaenda kushinda dakika za jioni kabisa. Bwana Jacob Ramon katika dakika ya tano anyongeza, baada ya tisini za kuhesabu kutamatika, zikaongezwa dakika nyingine, dakika ya tano, Jacob Ramon anaandika goli la pili kwa Real Madrid na linakuwa ni goli la ushindi. Full time Real Madrid mbele Mallorca moja. Real Madrid wanaibuka na ushindi eh, Kylian Mbappe akiwa katika kiwango bora kabisa. Umeonaje mechi hii? Ni kitu gani kilikufurahisha zaidi katika mchezo leo?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 rekodi ambayo ilikuwa ikishikiliwa na mkongwe Ivan Zamorano ambaye alikuwa na magoli thelathini na saba, huku Cristiano Ronaldo akifuatia katika msimu wake wa kwanza akiwa amefunga magoli thelathini na tatu.